Raisi anasema nchi hii ni nchi ya viwanda. Ndugu zetu jirani wameshapiga hatua na viwanda vyao vinafanya kazi, na takribani ya watu wasiopungua mia tano wananufaika na mawazo yao waliowapo kuyaweka kwenye utekelezaji kwa kukamilisha kuwa na kiwanda kwa kama hivyo, wao wametoa wananchi mambo mawili makubwa, moja, tuwe wateja wa bidhaa zinazotengenezwa na Watanzania wenzetu. Tusipende kununua bidhaa zinazoletwa na watu kutoka nje, tukaacha kununua bidhaa zinazotengenezwa na Watanzania wenzetu. Faida ziko nyingi, kitatu za msingi. Moja, wanatuajiri sisi wenyewe. Tunaponunua bidhaa inayotoka nje ya Tanzania maana yake unaendelea kutanua na kuongeza fursa ya ajira kwa wananchi wa taifa hilo linalosafirisha bidhaa kwenda nchini, na huku ukiwaacha wananchi wenzako wakihangaika kutafuta ajira, kwa kitendo cha wewe kuto kununua bidhaa inayotengenezwa ndani ya nchi yako, kwa kiwanda cha nchi yako. Faida ya pili, tunakosa mapato. Si tu kwamba unanunua bidhaa ili kumnufaisha mwenye kiwanda natowa bidhaa ili kuongeza pato la nchi yako kupitia kodi inayopatikana kutoka kwenye kiwanda. Faida nyingine ya tatu, bidhaa zinazopatikana kwenye kiwanda zinatokana na malighafi iliyoko ndani ya nchi yetu. Kiwanda hiki kinahitaji maziwa. Kwa taarifa iliyopewa, maziwa yanayopatikana ndani ya kiwanda hiki ni karibia lita 1000. Kwa ng'ombe walioko ndani Kununua, na wanahangaika kununua nchi nzima ya tanzania wanapata lita elfu sita kwa jumla wanapata lita elfu kumi mahitaji ya kiwanda Ma kwa siku ni lita laki mbili na elfu arobaini maana yake wana upungufu wa lita laki mbili na elfu thelathini hii ni fursa kwa vijana ni fursa kwa wananchi wa tanzania kuingia kwenye ufugaji wa ng'ombe ufugaji wa kisasa